Mheshimiwa Padre Chaula, wakili paroko wa parokia hii teule, paroko wa, Sista wa eh, parokia teule, viongozi halmashauri walei parokia na ngazi zote, makatekista wetu na wote, niseme itifaki imezingatiwa tukiwa na mapenzi mema Kristo Tumaini letu. Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini, Jubilai 2025. Mahujaji katika matumaini. Wakili paroko na msimamizi wa parokia hii teule, na ninyi waamini wote, nimefika hapa siku ya leo kusali nanyi, lakini safari hii ni ya kimkakati kabisa, ya kimkakati kabisa, na niseme kwamba nimekuja na mambo mawili makubwa la kwenu hapa lakini lingine ni la kijimbo. Nianze na la kwenu kwa umuhimu wake. Kwanza niwapongeze kwa kazi nzuri inayoendelea mnayoendelea kuifanya hasa ya kujenga kanisa, hongereni sana. E, mara ya mwisho nilipopita hapa mlikuwa mnasalia kule kwenye nyumba ya mapadre. E, na wakati huo, baada ya wiki kama mbili, mkaanza kuweka kuweka nani nondo hapa kwa ajili ya, ya kutengeneza ukumbi huu, na baada Chaura akaniambia kwamba pakimalizika mtaanza kusalia hapa, na kweli pamemalizika, mlishaanza kusalia hapa. Lakini kama alivyosema, mimi nipo kwenye kundi bila la parokia hii. Kwa hiyo ile yote mchango sijui mnayotoa, kazi zinazoendelea, sichangi eh, kutoa sijui mchango wa mawazo na nini, lakini huwa nafuatilia. Ni parokia mbili nimo parokia hii hapa na parokia ya Sikonge. Parokia Sikonge ndio parokia yangu ya kuzaliwa na nilipadishwa Sikonge pale. Sasa hii ni tangu mlipoanza ujenzi, pade Chaura alipokuja hapa aliniunga, na ninajisikia rafiki wa kweli wa parokia hii teule, lakini na Sikonge ambayo ni parokia yangu kabisa parokia. Ndio sasa nye parokia hizi mbili mnafanana kitu kimoja. Sikonge ni parokia, nyinyi ni parokia Teule. Mie parokia Teule na Sikonge parokia mnafanana. Mnajenga kanisa hapa lakini na wao wanajenga kanisa. Sikonge ni parokia muda mrefu, muda mrefu. Eh, lakini wana, walikuwa na kanisa za zamani. Sasa unajua pale ni wilayani, kama hapa pale wilayani kanisa limekuwa dogo na kidogo limepitwa na wakati kwa kweli. Wanajenga kanisa. Wao ni wazi wako mbele yenu kidogo, walishaezeka na kadhalika. Naona wanaenda vizuri, na Mungu azidi kuwabariki na ninyi pia. Sasa nimesema, nimekuja kimkakati na mambo hayo mawili, ndio maana nimeanza na hili la kwenu kwa kuwapongeza. Nimefika hapa kwa sababu moja, hmm. Baada ya misa hii kama alivyowaambia, Padre Chaula upo kwa kwenye mafungo, nilimwambia nikasema ningependa kuja hapa, akasema ha, sawa akanikaribisha sana, na kimsingi alishanikaribisha mara nyingi, niwe mwazi ila nimekuwa nikishindwa kufika kwa sababu ya majukumu tunayokuwa nayo, kwa sababu mimi mwenyewe ni paroko pia wa kanisa kuu pale wakili askofu k. Ninabanwa huku na huku, kwa hiyo kutoka, napiga mahesabu makubwa sana. Sasa hapa na ku, nimekuja kwa sababu hii parokia ni parokia teule, parokia teule. Lakini niwaambie kwamba mwaka huu itakuwa parokia hii maka itakuwa nini Kautia. Ya mtaona tu kardinala ataiweka kwenye ratiba yake, na sisi tunakuja hapa kumshukuru Mungu, kumwabudu Mungu katika kanisa hili na parokia hii kutangazwa kuwa parokia, kumshukuru Mungu, kusali lakini kula na kunywa na kuwapongeza ninyi na kujipongeza. <coughs> Mjue, mjue kitu hicho. Mwaka huu tunategemea tunategemea parokia ambazo tayari parokia teule ambazo zimepitishwa eh, mojawapo ni hii hapa itakuwa parokia parokia eh, ya Kidatu eh, parokia teule ya Kidatu ambayo ni teule, imekatwa kutoka parokia Ipuli, lakini vilevile na parokia nyingine ya Mugelela imekatwa kutoka Uliankuru. Hizo mwaka huu zitapandishwa hadi ya kuwa parokia Karemera, sasa zile za Karemera na zingine zitapanda zinakuwa teule kule, no, no. Kwa hiyo ndio maana nimekuja kimkakati, mimi ni mkurugenzi wa uchungaji jimboni pia, na idara ya uchungaji ndio na iko juu kabisa ya idara zote ne? Sasa nilisha watuma akiwemo katibu wa jimbo, katibu wa skofu eh, mtu wa wa, wa miradi ya jimbo walishafika hapa na kufanya utafiti na kujaza yale mambo tunayohitaji ili parokia iwe parokia. Kuna vigezo, sio kwamba kardinali anaamka anatangaza hii ni parokia kwa vile mmejenga kanisa au kwa vile kuna watu wengi. Kuna vitu vingi tunavifuatilia, na baada ya kuvileta kwangu na mimi nikaandika barua kwamba kweli hapa, nikaweka maoni yangu, tukampa kardinali, na kweli. Kwa hiyo mwaka huu mtatangazwa kuwa parokia. Ni lini? Mtapata taarifa tu, lakini Mungu atawajalia, ni mwaka huu, ni mwaka huu hiyo hivyo, nimeona nije hapa eh, na, Pade Chaura najua msimamizi wa parokia hii peule, ndio maana nilikuwa najisahau nasema paroko paroko. mm -hmm. ni Father Tunde tafadhali. yeah. Sawa, hakuna ah, mabadiliko ya aina yote yeah. Eh, huyu ni wakili paroko ndio. Sasa nikaona nifike niwape habari hizo kwanza, kuwapongeza kwa kazi inayofanyika, lakini vilevile kwa eh, kuandaa pia, mwendelee kuweka juhudi kujenga kanisa kujenga parokia si kazi ndogo. Naweza nikafikiri jinsi ambavyo mmejitoa kwa kiasi kubwa kwa hali zenu, fedha, muda wenu, sala zenu, kwa kweli mnajitoa sana, mnajitoa sana. Nafahamu nimeisha kaa kwenye parokia ambazo zinajenga parokia, si kazi ndogo sana. Na huu mjimboni, tunamshukuru Mwenyezi Mungu yako makanisa kadhaa yanajengwa. Sikonge nimewambia hapa kuna kanisa linajengwa tena, si kanisa tu, na parokia imesha jenga nyumba ya mapadre. Ipuli pale, of course ni parokia ya zamani, wao wana parokia ya kanisa la zamani, lakini wanajenga kanisa jipya kubwa sana. Unaona Mwanzugi kule Igunga kule, ni parokia changa, lakini wamejenga kanisa na mwaka jana limebarikiwa. Mko pekee yenu na kabisa, mtashinda na mtafikia mwisho, na Mungu azidi kuwabariki. Kwa hiyo sasa, Baba Chaura ni Baba Chaura, ni kuombe uendelee msimamizi mzuri mlio kisha anza nao sasa hivi mwanze kukimbia, eh, sije katangazwa kwa parokia na pengine hatujawezeka kanisa, eh, kanisa kwa mfano tumeezeka, tumeweka mambo sawa yani, inakuwa vizuri zaidi eh, kwa hiyo muendelee kupambana, jiweke mikakati mizuri na eh, tuwasiliane kabisa vizuri sana, Baba Chaura ili tuone mambo tunayapangaje. Mungu abariki sana, tunafanya kazi nzuri sana mnapochangia, msikate tamaa na kadhalika, kwamba sasa michango imekuwa mingi na nini. Yaani baadaye wanasema wanasema e, kwenye mzaburi kwamba mtu anaenda e, kulima na kupanda mbegu juani akilia, lakini anapokuwa anavuna anachumia kivulia na navuna na kushangilia na kufurahi sana. Kwayo, kwayo, nye, badem, kwa hiyo kwa hiyo Mungu atawabariki nanyewe, baadaye mlikuwa mmemaliza mambo haya, mtakuwa mnafurahi kwanza. Enye wenyewe mnaishaanza kuona tangu, kwa mfano mapade wahamia hapa, mnaona huduma za karibu zilivyosogea, mm. ndio maana unafuta hata majimbo, kwa mfano yanakatwa, yanakuwa mengi Tanzania. Parokia kama hizi zimekatwa, mwaka huu tunapata parokia tatu mpya, mwakani, Mungu jae, tutapata na zingine. Hivyo huduma inaposogea kwa karibu, waamini ninyi mnahudumiwa kwa karibu sana kwa mimi na na natambua mchango wenu baba Kardinal atambua mchango yenu, muendelee kabisa na na na na moyo huo. Kwa hiyo yeah, na na baada, mniambia jana, sikujua kama mnaanza mapema misa saa moja kasoro robo, ningelikuja kulala hapa sasa. Aliponiambia saa 11 12 na dakika 45 nikabidi tutoke saa 11 kama na nusu hivi, lakini sasa misa ikiisha hapa Paroko, najua ni mkarimu sana na watu nye mnatoa matoleo, tutakunywa chai, sitaikataa. Baada ya kunywa chai tutatembea tembea, ni hiyo ni vitu kwa kwa ukaribu zaidi hata niweze kupata nzuri mambo. Asante. Sasa baada ya hayo machache kuhusu parokia yenu eh, ah, kwanza na mimi nitawachangia, siwezi kutoka hapa bure, nitawachangia shilingi laki moja, ila huwa sitembei na pesa mimi, ila paparoko, tutawasiliana nitakupatia, tunaweza tukazamisha kwa simu hata leo nitakupatia, sawa. Sasa lingine ni kuhusu mambo ya kijimbo. Mwaka huu tumebarikiwa sana na Mwenyezi Mungu. Umesikia jinsi ambavyo jimbe tumepata askofu msaidizi mteule wa nafsi ya Padre Josephat Bududu wa parokia Kaliwa, ni baraka kubwa sana. Atakuja kupewa uaskofu tarehe ishirini na tano mwezi wa tano pale Tabora. Na ni zaidi karibia miaka kwenye 40 na 50 uaskofu umefanyika Tabora. Askofu Mgrunda alipokuja ripu alikuja kama askofu. Askofu Ruzoka alipokuja ripu alikuja kama askofu ila kuona watu hapa Tabora, mtu anapewa askofu nadhani miaka kama 50 iliyopita. Wewe nadhani watu wote kutoka hapa mtakuja mjini, hivyo vitu vinatokea mara chache, si ndio? yes. Eh, kwa hiyo atapewa askofu lakini tuna baraka nyingine tarehe 20 na 21 mwezi wa tisa mwezi wa tisa Septemba baba askofu mkuu mstaafu Paulo Ruzoka atakuwa anaadhimisha jubilei ya miaka 50 ya upadri na hiyo ni sherehe ya kitaifa. Hata hii ya wasikofisho kwa pade, ay, kwa pade, askofu mteule msaidizi ni ya kitaifa. No, naona ndivyo barikiwa. Mm -hmm. Lakini tarehe 25 mwezi wa tisa ile seminari ya kiparapara ya Mtakatifu Paulo ya mafratiri wanako na, wanakorelewa mafratiri kwa mapaji itakuwa inaadhimisha miaka mia moja tangu kuanzishwa pale. Kumbe tarehe 25 mwezi wa tano tunapata askofu, sherehe kubwa ya kijimbo na kitaifa na kimataifa. 2021, miaka, miaka 50 ya upande wa askofu mkuu mstaafu Ruzoka na maaskofu wakimaliza hiyo sherehe, wanabaki kama siku mbili, wanafanya mikutano alafu, wakitoka hapo, wanatoka pale mjini, wanaenda kipalapala kwa jubilei ya miaka hamsini. Ndio maana mnasali sala hizo za kuiombea seminari yetu. Kwa hiyo ni waombe tujumuike kwa pamoja katika mabui hayo ya Bwana. Najua mnasali kuombea hiyo jubilei ya kipalapala, na tuende kumwombea askofu msaidizi mteule, Mungu aende kumjalia afya njema ya kiroho na kimwili, ili mpaka makuu ya Bwana atakapopata wasikofisho na kuendelea na shughuli zake. Kumbe baba Padre Chaura anaweza baadaye akaja kuwashirikisha kuhusu michango kuchangia sherehe hizo za wasikofisho na kadhalika, msije mkashtuka, ah, tunajenga kanisa kwa rafu na mnatuletea mchango mingine Naweza mkaamua, mtaona kama ni kutoka kwenye zaka na kadhalika, nyewe hiyo ni ya uongozi wenu. Kwa hicho kitu kitakuja. Na tumeshaweka utaratibu mpaka dakika hii tumeshafanya vikao viwili, na pale Chaure anajua tayari, atakuja kuwashirikisha kama ajawashirikisha, ndio kila parokia <coughs> kila parokia na taasisi watachangia kiasi fulani. Tutaanza kuchangia hii ya karibu sana ya tarehe 25 mwezi wa tano ya was official Ushaiweka pembeni tunachangia Skofu mkuu Paul Ruzoka, kila parokia na taasisi kiasi fulani, alafu ya seminari na nyinyi tutachangia seminari kama jimbo. Tumeamua seminari ya kiparapara iko jimboni mwetu, baba kardinali na simapade na pamoja na yeye, tukaamua kwamba tutawachangia shilingi milioni 15, ila majimbo yote ya Tanzania yanachangia kwa sababu ile seminari ya kiparapara si ya jimbo kura Tabora, ah, ni ya Tanzania nzima, majimbo yote maskofu ndio wanaimiliki. <coughs> kwa hiyo sisi kwa namna ya pekee kwa sababu iko kwetu, ndiyo maana tutachangia hiyo milioni kumi na tano kwa, kwa moyo mweupe. Haya ni makuu ya Bwana. Ni bahati tunapoona tunapona. Kwa mfano tumempata huyo askofu msaidizi mteule, atakapokuwa sasa amesimikwa na kafanya kazi na kardinali, huduma zitaongezeka zaidi, ndio lengo lake, kuboresha huduma huduma naona. Kwa hiyo tushikamane na tumuombee, eh, ni makuu ya Bwana, ni makuu ya Bwana. Uu ni hayo hapo, lakini jingine la jimbo lakini na kanisa la ulimwengu mnafahamu eh, kwamba tuko eh, mwaka mtakatifu wa Jubilei 2025, hmm? Yeah. Jubilei inafanyika kila baada ya miaka 25, 50, 75, yaani kila baada ya miaka 25 na hii inatoka kwenye kitabu cha Walawi. Unaona, ni kitu cha kiulimwengu eh? Kwa hiyo hija sasa zimepangwa, hija kama sehemu ya Jubilei hii ya kuazimia shirika miaka hiyo 2025 ya Ukristo. Zipo hija kwenda Roma kuhiji, lakini kijimbo sasa, kwa ngazi ya kijimbo, sehemu mbili za hija ni kanisa kule la hija ifucha pamoja na kanisa kula Mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu, na sisi tumepanga kama jimbo, makundi mbalimbali mbali kufanya hija. Mfano hija iliyokwisha ya mwisho ya mwisho hapa mwezi huu, ilikuwa mwezi huu juzi hapa ilikuwa kundi la mapadre wawekwa wakufu yani watawa wake na kiume pamoja na makatekista katekista. Nimekuona na kazi nzuri hapo ulikuja, eh, aha, safi kabisa, eh. Naona baada ya hapo wapo wana habari, wana habari ni nini? Tuliana tarehe 22 tarehe 22 mwezi huu, wana habari hawa, wana habari hawa. Alafu baadaye na makundi mengine yako mengi. Sasa kwa umuhimu wake napenda kuambia jambo hili la muhimu kwa ajili ya roho yako. Mwaka huu wa jubilei, Baba Mtakatifu ametoa rehema kamili ambazo mtu anaweza akapata kutokana na mwaka huu wa jubilei. Ninaposema rehema kamili, naomba fungua masikio yako na moyo wako unisikie vizuri, kitu ni cha muhimu sana. Rehema kamili ni nini? Nitaeleza kwa kifupi lakini mipanga nitakuja kutoa maelezo mazuri kwenye YouTube na tutayachukua, mtaona ukisoma Injili ya utakuona, yaona ni hivi kwa kifupi, sawa wapendwa. Mtu anatenda dhambi, mimi na wewe, situnaenda kuungama dhambi zetu, zinafanya nini? Zinaondolewa. Lakini kwamba dhambi zetu zinaondolewa, kuna kitu ambacho kinabaki na hicho kimsingi, kama mtu ameitwa na Mwenyezi Mungu yuko mbele ya haki, na hata kama amefariki ameungama madhambi zote, bado adhabu yake au maripizi hayo lazima alipie akiwa toharani. Kwa mfano, nitawapa mfano rahisi. Mfano watoto wanachunga mbuzi hapo au ng'ombe, wanamanati zao, wanawinda ndege, si ndio? warushe jiwe badala ya kumpiga ndege au jiwe jingine lisimpige li, li ndege lije lipige kioo hapo, vioo viwili vivunjike, wale watoto waje kwa baba-, baba padre hapa, au sijui kwa katikista kwa nani. Samani sana, tumekosea. tatakuwa nani ambaye tulikuwa tunawinda ndege, tumevunja hicho kioo. Baba padre awasamehe, sasa tawasamehe na wataondoka, lakini hicho kioo sitabidi kitengenezwe Ha, sasa ndio kama na dhambi zako. Dhambi yoyote unayotenda mtu, ina madhara yake, aidha kama si kwako mwenyewe, lakini na kwa watu wengine. Mfano mtu anaposema kwamba nimeiba pesa za jamii, mfano saa so, ataondolewa dhambi yake, lakini hiyo pesa aliyoiba, amewarudishia wale watu aliowaibia? Amewarudishia? Hapana, hapana. Unapokuja ukasema nimemtukana rafiki yangu ukaja kiungamio, pada akakunga akakunani aka, aka, aka, aka, akakuondolea dhambi zake. Unajua ile mtu uliyomtukana bado kuna kitu fulani kimsingi, ulipaswa uende kumwomba msamana yaishe, kwa ni kama una kitu cha kulipia. Kwa hiyo ndiyo maana tunasema hivi, hata ukiungama dhambi zako, unasamehewa na Mwenyezi Mungu, lakini kwa vile Mungu ni mwenye haki, kuna kitu ambacho kinalipiwa. Ile dirisha lilovunjika, umesamehewa, we mtoto kwamba umevunja dirisha umesamehewa, hata kama ukisema usilipe, lakini baba paroko itabidi ajaweke kanita nani dirisha nini jingine. Tuko pamoja eh, yeah, ndio. Hey, hiyo sasa rehema kamili maana yake nini? Na hicho na hizo dhambi hizo zinatupeleka toharani. Umeungama, lakini kama makovu yake yapo, ni kama labda tulivyokuwa tunapewa chanjo zamani, hapa kwenye mkono unapigwa sindano, lakini kidonda kinapona lakini ile kama kakovu ka, ka, ka, ka kanabaki. Hivyo ndivyo vinavyotupeleka hapa toharani. Sasa ile rehema kamili maana yake kwa mwaka mtakatifu kama huu wa Jubilei, baba mtakatifu vile ambavyo ungelipia hata baada ya kufa, hivyo vyote vinafutwa, vinafutwa ndei drisho ro vunjwa sasa ndio lina? linafutwa kwa rehema kamili sasa, kusudi hivyo vifu, vifu, vifutwe. Sasa ndio kuna malipizi sasa kwa mfano kama mwaka huu wa Jubilei unafanya hija, tuko pamoja, unaweza kwenda kwenda Roma Roma. Kama sio kwenda Roma, unaweza ukaja hija moja wapo pale Ifucha. Unapo hiji, lazima ujute dhambi zako, utubu, siku hiyo usiwe na dhambi, hata hii sumemaliza kutubu. Alafu siku hiyo upokee ekaristi takatifu, sawa. Alafu siku hiyo usali kwa nia za baba mtakatifu. Fanya hija Tubu za dhambi zako, hudhuria misa takatifu na upokee, sawa. Usali kwa nia dhababu mtakatifu, alafu na cha tano utende matendo mema. Ndio maana kama yule kijana aliyesema kwamba anatoa elfu ishirini alafu elfu kumi kwa, na, kwa ajili ya marehemu wa pao, si ndio? Kwa mfano angekuwa amefanya hija na akasema na hilo, Mungu angesikiliza kitu hicho, tuko pamoja. Ndio maana mwaka huu ni mwaka wa kutenda mema. Matendo mema. Eh, unaona? Sasa ukiyatimiza hayo, yaani nakwambia kwa mfano siku unayatimiza hayo, maana yake dhambi zako zote mpaka siku hiyo huko nyuma ni kama zinakufa. Zote zinafuta. Na kama inatokea kwa mfano unaenda una mbele yake unaitwa kurudi kwa muumba wako mzee unanyoka tu mpaka mbinguni. Nani anataka kupata vitu vya kwenda mbinguni? Wanakuwa wanataka kufa kwenda mbinguni. Hizo ndizo habari njema. Nimeona niiseme na nitairudia tena hata kwenye kanisa langu la mjini nakufanya kazi kanisa letu tulifahamu, yaani kama mtu unaona umuhimu wake, mwaka huu ni wa pekee. Pokea rehema hizo kamili. Tuko pamoja wapendwa, jitahidi. Baba pada atakuwa anawapa taarifa juu ya hija hizo mwende. na pale vile vile ifucha kama kuna makundi yanataka kufanya hija, kupata huduma zote na kila kitu, mkijipanga kama kikundi, angalau siwe chini ya watu hamsini wa kwa sababu mkija kama wawili watatu wapa huduma wakati mwingine inakuwa ni gharama zaidi. Tunawapokea, tunawapokea na mimi mwenyewe ndio mratibu mkuu wa Jubilei hii kuu. Yupo msaidizi wangu Padre Lazaro, ambaye anaratibu kama katibu wangu. Padre Chaula anaweza kuwapatia namba yake mkuu, mnahitaji kwenda hija kama vikundi, muone, atawarahisisha yote. Alafu mnafanikiwa, huu mwaka uwe wa baraka kwako. Amina. Huu mwaka ubarikiwe sana. Amina. Na huu mwaka uendelee kumrudia Bwana Yesu. Asanteni sana basi, asante. Anipe makofi yangu basi. Asante, asante. Kwa kwa hayo machache mheshimiwa baba pale, nirudie kusema kwamba nakushukuru sana kwa kazi nzuri unayoifanya. Mmepiga mme, hatua kubwa sana. Wazi, kazi imeanza muda mrefu ka na kipindi cha kinatunde Padre Manyika kaja kaendelea, na wewe sasa umeendelea. Eh, kazi inaenda vizuri sana. Mungu akubariki na wewe mwenyewe azidi kupa neema na baraka zake kupa neema na baraka zake, na ninyi nyote kwa kazi nzuri mnayoifanya. Sisi tunawabariki sana, na kama alivyosema Godfrey wa Radio Maria, yote haya tunafanya yote haya ili Mwenyezi Mungu atukuzwe na mimi na wewe wanadamu tutakatifuzwe. Tumsifu Yesu Kristo, watakeji wabili njema, kwaresima njema, na karibu sana mjini. Unaweza ukawa umekuja mjini kula pesa yako ya tumbaku. Eh. Unafika pale St. Teresa pale tunakunywa kahawa soda maji yake ya kunywa si ndio, bwana? Mm. Asante na Mungu awabariki kwa ukarimu wenu. Asante. Asante.